Mimi nimeona rais yamestaafu, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, rais yamestaafu ambayo tunaheshimu, anasema ya kwamba Linda Mama program ilitolewa na serikali ya Mheshimiwa Ruto. Jameni, mpango ya Linda Mama ingali iko ile iko kwa sasa ni linda jamii. Linda jamii mpango ya kuhakikisha kwamba ile premium ya vulnerable mothers ina hakikisha ya kwamba watu wote wa familia wanawekwa ndani kwa hiyo mpango na ukiangalia, kwa sasa tuko na primary health care fund, tuko na social health insurance fund na tuko na emergency chronic and critical illness fund, ambayo yote siyo matanati peke yake, ni matanati pamoja na magonjwa yale ingine ambayo familia na jamii inakumbana nayo kila siku. Kwa hivyo, jameni, tunapongeza rais wa Kenya kwa kuamua for making very difficult decisions, very unpopular decisions

Of the Republic of Kenya. Kwa hivyo jameni, tunaheshimu mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tunajua ni rais, ameundumu miaka kumi kama kiongozi wa ya taifa. Yale ambayo sheria inamuruhusu kufanya ni kutoa mawaidha kwa rais wa jamhuri William Ruto, lakini kusimama kumpinga, kumpiga vita ya kisiasa, jameni, hiyo sio jambo ambalo ni mzuri kwa taifa yetu ya Kenya. Juu kama wewe umepewa heshima na watu ya Kenya, wakakuchagua kama rais, ukaundumu kama rais kwa miaka kumi kuwa mstaarabu kama mheshimiwa Moi ama mheshimiwa Kibaki, anapatia nafasi marais wale wengine kuongoza bila kuchochea. Yale tunaona kwa mheshimiwa Kenyatta ni kuchochea taifa ili ati Rais wetu wa Kenya William Ruto serikali yake isisimame sawa sawa. Lakini tuko tayari kuhakikishia ya kwamba serikali ya Mheshimiwa William Ruto inasimama kindete inafanya kazi kwa jamii na taifa ya Kenya.